Kwanza sigara ni tunasema ni bidhaa ambayo inatokana na zao la tumbaku na kikawaida sigara huwa ina kemikali nyingi sana kwenye ile kompozisheni yake, ina takribani kemikali elfu saba na ndani ya hizo kemikali elfu saba takribani kemikali elfu sabini amini kemikali sabini ni zinachangia kwa yule mtumiaji kupata magonjwa ya saratani. Kwa hiyo yapo baadhi ya madhara katika mwili wa binadamu ambayo yanatokana na matumizi ya sigara. Kwanza, madhara makubwa waga yanatokea kwenye mzunguko wa damu wa binadamu ambapo ile sigara ki, ki, kikawaida waga inaenda kuathiri mishipa ya damu. Ikiathiri mishipa ya damu inaweza ikapelekea huyu mtu kuwa na pressure ya juu, kupata pressure ya juu au tunasema shinikizo la juu la damu pamoja na mapigo yake ya moyo kuwa yanaenda kasi kuliko kawaida. Hiyo ni kwa upande wa uh, mfumo wa msunguko wa damu, lakini hapo hapo uh, matumizi ya sigara, kutokana na athari yake kwenye mishipa ya damu, inakuweka kwenye hatari ya kupata magonjwa ya shambulio la moyo, tunaita heart attack. Kwa sababu zile athari za kwenye mishipa ya damu zinaenda ku, kuathiri ile flow ya damu kwenye kwenye misuli ya moyo, lakini sambamba na hilo, wagonjwa ambao uh, wamepata madhara ya ya matumizi ya sigara waga wanaweza wakapata tunaita peripheral vascular disease, yaani mishipa yao ya damu inakuwa iko weak haiko imara especially kwenye sehemu za chini za mwili kwenye mikono pamoja na miguu. Kwa hiyo sasa hayo ni baadhi ya madhara ambayo mtu anayetumia sigara anaweza akayapata au yakamwathiri kwa, kwa upande wa mfumo wa damu. Sawa. Lakini kuna madhara mengine ambayo yanaweza akayapata ambayo yanatokana au ni athari kwenye mishipa ya fahamu. Changamoto ya kwanza mtu ambaye anaweza akaipata tunasema uraibu ile composition mojawapo au kemikali mojawapo ambayo inapatikana kwenye sigara ni nicotine. Nicotine hiyo hiyo ambayo inasababisha athari kwenye mishipa ya damu. Kuta za ndani za mishipa ya damu zinaathiriwa na nicotine. Inakuwa na ina, inasababisha ile mishipa ya damu inakuwa na, ina tabia ya kutengeneza kama kuganda kwa damu. Sawa. Lakini pia nicotine hiyo hiyo kwenye mishipa ya fahamu waga ina tabia ya kutengeneza uraibu, yaani mtu anakuwa akitumia ile sigara kwa muda mrefu, unakuta hawezi tena kufanya shughuli zake za kawaida pasipo kutumia sigara, kutokana na uraibu uliotengenezwa na, na ile kemikali ambayo nikotini. Kuna namna ambavyo inaenda kuathiri homoni, uh, amini, uh, kemikali mojawapo inaitwa dopamine ambayo inasaidia kwenye kubalansi Uh, seme zile kama yani mudi ya ya kawaida ya mtu sawa, lakini pia madhara mengine ambayo anaweza akatokea ni kwenye mfumo wa upumuaji sawa. Huyo mgonjwa anaweza akapata tunaita chronic bronchitis au COPDs, ambazo hizi mtu anakuwa na kikohozi cha muda mrefu, kikohozi kile kinaweza kaa kikavu, kinatoa makohozi, lakini ni athari ya zile sigara kutokana na ku kuathiri ule mfumo wake wa upumuaji, lakini sambamba na hilo, huyu mtu anaweza akapata magonjwa ya saratani, saratani ya koo, saratani ya mapafu. Hivi vyote vinatokana na athari ya zile, zile kemikali ambazo zinazalishwa na sigara. Pia kwenye kwenye mfumo wa chakula wa mmeng'enyo wa chakula, sigara pia ina madhara yake, ambapo kwenye moja wapo ya madhara yake wage anaweza kapelekea mtu akapata madonda ya tumbo ya muda mrefu. Hizi kemikali zinazopatikana kwenye sigara uoga zina zinazuia uponaji wa vidonda kadiri ya kawaida yake, kwa hiyo mtu anaweza kukuta anapata madonda ya tumbo kwa muda mrefu kutokana na madhara ya kutumia sigara. Sababu na hilo mtu anaweza kupata saratani ya koo la chakula, ila pia anaweza akapata uh, uh, magonjwa mengine kama saratani ya ile koo la hewa kama nilivyosema lakini pia haijaishia hapo. Uh, madhara mengine ya sigara yanaweza akaathiri hata kwenye ngozi ya mtu. Watu wengi ambao wanatumia sigara, unaweza kakuta ngozi yake inakuwa imejikunja sana, na unaweza kuona kama anazeeka kuliko ukilinganisha umri wake na jinsi anavyoonekana, kuona kama ni mzee. Kwa sababu gani? Flow hata ya oxygen inakuwa imeathiriwa kwenye ngozi kutokana na matumizi hayo ya sigara ambayo ni yana hizo kemikali hatarishi. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya, ya ya madhara. Lakini sasa kuna madhara mengine ambayo mtu anaweza pia akayapata. Yule mtumiaji unaweza ukuta kwa upande wa mdomo anakuwa anatoa harufu mbaya, lakini pia waga inapelekea meno yake kuharibika. Unaweza kuta meno yanabadilika rangi, wengi unakuta wanapata meno yanakuwa yanaanza kubadilika rangi kama ya njano njano, kutokana na zile kemikali zina zinaathiri pia na kinywa kwa upande wa meno. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya hayo madhara. Ila pia kuna madhara ambayo sasa wanayapata wale watu ambao uh, tunasema ni second hand, yaani mtu ambaye anakaa karibu na yule anayevuta sigara. Kumbuka yule ambaye anavuta sigara hizi ambazo zinatengenezwa viwandani zinakuwa na ile chujio au filter ile ambayo inakuwa ni ya sponge. Kwa hiyo ile waga ina, ina, inapunguza yale madhara yake ya zile kemikali kwa namna moja au nyingine. Lakini yule sasa ambaye ana ni mtu wa pembeni lese, anapulizia ule moshi, yeye anapata ule moshi kama ulivyo na sumu zake zote. Kwa hiyo ni tabia ambayo hatu tunaizuia watu wasipende kuvuta sigara katika maeneo ya halaiki, kwa sababu mfano mama mjamzito akipata madhara ya ule moshi wa sigara, unaweza ukapelekea hata mimba yake kujifungua kabla ya wakati, sawa na lakini pia kwa watoto pia uoga inaweza ikawaathiri wakapata changamoto mbalimbali mbali, kutokana na haya madhara sasa. Uh, sambamba na hilo kwa siku za karibuni, kuna kitu kingine ambacho kime kimeibuka au imekuwa kama fashion kwa vijana wengi, wamekuwa wana matumizi sasa. Hii shisha nayo, uh, haina tofauti sana na sigara. Ila sasa ukiangalia kiuhalisia shisha ina madhara mengi zaidi kuliko sigara. Kusababu, kwa sababu mtu anayevuta shisha kwa lisari moja ni sawa sawa na mtu aliyevuta sigara mia moja. Kwa hiyo kiwango kingi ki cha moshi kinaingia ndani ya mwili na kinaweza kusababisha madhara makubwa zaidi kuliko ile anayetumia sigara. Utofauti wake wengi wanaweza kaona kama inakuwa imewekewa flavor mbalimbali ikawa ni ikavutia kutumia, lakini madhara yake ni makubwa zaidi ya sigara. Kwa hiyo hivyo vitu vinaingiliana na vyote ni hatari kwa kwa maisha ya binadamu na afya yake kiujumla. Kama unakaa na mtu ambaye anakuwa anatumia sigara almost, nawe unakuwa sawasawa unavuta sigara, kwa sababu ule moshi utakavyokuathiri wewe hautofautiani sana na utakavyomwathiri yule anayetumia. Kwa hiyo madhara yanaweza nikawa yale yale, ukapata kifua, yaani kikohozi cha cha muda mrefu, ukapata ma, matatizo ya pressure. Kutokana na athari ya ule moshi kwenye mishipa ya damu na madhara mengine kama tulivyoelezea, na mwisho wa siku unakuta hawa wagonjwa, kwa sababu zile uimara wa mishipa yao ya damu unakuwa umepungua kutokana na matumizi ya sigara, athari kwenye mapafu yanakuwa yametokea kutokana na moshi wa sigara basi wanakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata magonjwa kama ya TB kutokana na ile kupungua kwa kinga ya zile sehemu za mwili ambazo zinakuwa zimeathirika. Kwa hiyo madhara yake hayatofautiani sana na ya yule ambaye anavuta sigara, kwa sababu namna ambavyo inaathirika amini, mwili wake unaathirika vinakuwa havitofautiani. Sasa kuna, yes, kuna namna ambayo waga inaweza ikafanyika kusaidia kuacha au kupunguza matumizi ya sigara. Kinachotokea kimsingi, inakuwa yule mtu nisema mwanzo anapata kama uraibu sawa, zile kemikali za za nikotini zinakuwa zimeenda kuathiri kwenye upande wa mishipa yake ya fahamu. Sasa kwenye akija hospitali, kuna matibabu ambayo tunampatia, kuna dawa ambazo zinamsaidia kwa sababu kinachokuwa kimetokea haswa kunakuwa kuna saturation au naweza ukasema kiwango cha kemikali fulani ambayo inabidi iwepo kwenye kwenye mfumo wake wa fahamu, ili aweze kujisikia yuko nomo kama akitumia sigara. Sasa kuna namna ya matibabu ambayo atapatiwa akija hospitali mm. anaenda kwa kwa awamu, ili kuweza kuacha hii sigara, lakini kuacha moja kwa moja inakuwa ni changamoto bila kufata matibabu ya ki kwa sababu utakuta ukiacha bado unahisi mwili unahitaji upate uvute sigara ili uweze kufanya kazi yake vizuri. Kwa akija hospitali, kuna namna ambazo tunamsaidia, tuna kuna matibabu ambayo anapewa ili msaidie kuacha matumizi ya sigara msingi. Ma, madhara utakayokuja kuyaona hadi ukiona yanaanza kujitokeza, ina maana athari kubwa ndani ya mwili imeshajitokeza, na wengi wanakuja hospitali wakiwa labda ameshapata magonjwa ya mfumo wa hewa kama TB. Mwingine anaweza akaja hospitali, unakuta ana shida ya presha. Ukimuuliza ndio, atakwambia labda alikuwa anatumia sigara na changamoto nyingine kadha wa kadha. Kwa hiyo ukumbuke, kila unavyotumia sigara, kuna kemikali nyingi zinazoingia ndani ya mwili, na zikiingia ndani ya mwili zinatengeneza hizo aa, sumu ambazo zinakuja kuathiri kama sio leo na kesho, na, na huaga hakuna muda maalum wa kusema kwamba ukitumia okay, sigara kwa muda fulani, uh, utapata madhara ndo i mean madhara ndo ataanza kujionyesha, lakini mwingine anaweza akawahi kupata yale madhara yake, mwingine akachelewa. Lakini ambacho tunashauri katika jamii ni watu kutokutumia kabisa sigara, kwa sababu madhara yake ni makubwa zaidi na faida yake almost ya hakuna, sawa. Kwa hiyo hata kama mtu ameanza ni vyema akaacha, kwa sababu kadri, kadri unavyoendelea kutumia inakujengea wewe kupata ule uwezo wa kuishi bila kutumia sigara, ambao ndo tunaita uraibu. Kwa hiyo ukishafikia hiyo hali inakuwa ni ngumu sana kwenye matibabu yako. Kwa hiyo ni vyema jamii ikaelewa changamoto hizi zinazotokana na matumizi ya sigara, ika- ikawashauri na watu ambao wanakuwa wanatumia kuto kutumia kabisa, kwa sababu kuacha kwake pia ni ni kazi kubwa.